Tukitoka kaunti ya Nyamira sasa tunafululiza hadi kaunti ya Mombasa ambapo kundi la kina mama wa chama cha ODM wamekemea vikali jaribio la wanasiasa wa chama hicho kumng'atua mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga uongozini huku wakisema watamshikilia mkono na hawatakubali adhalilishwe kama kiongozi. Aidha, wamewashauri wanasiasa kuzingatia amani miongoni mwao wakirejelea alivyokuwa marehemu kinara wao Raila Odinga wakisema kwamba alikuwa ni kiongozi aliyependa amani na aliyewapa kina mama nafasi ya uongozi. Viongozi kina mama wa chama cha ODM kutoka kaunti ya Mombasa wamemtetea mwenyekiti wa ODM na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga kufuatia mgogoro unaoendelea kati yake na katibu mkuu wa wizara ya usalama wa ndani Raymond Omolo. Oye! Oye! Viongozi hawa wakiongozwa na katibu wa ODM kaunti ya Mombasa Betty Sharon, wamekemea vikali juhudi za baadhi ya wanasiasa kuidhofisha nafasi ya Wanga, huku akiwashauri kuchukua hatua ya kutatua ugomvi wao bila ya kupanga mapinduzi ya kumtoa Gladys Wanga kwenye nafasi yake. Wale wanaume viongozi wa kijaluo tunawakanya, kaeni mbali sana kama hamuwezi kusaidia uh... Chair wa ODM, His Her Excellency Gladys Wanga, muachane na yeye. Makosa huwa inafanyika, na makosa akifanyika watu wanakaa kwa tebu wana dialogue Viongozi hawa wamewataka wanasiasa wengine kutoka ODM kuzingatia amani baina yao huku wakirejelea alivyokuwa marehemu Raila Odinga wakisema kuwa alikuwa kiongozi aliyezingatia amani na aliwapea wanawake nafasi ya uongozi. Munasema munapenda baba, baba alikuwa ni mtu wa amani, hakukuwa mtu wa kufukuza watu kwa, uh, uh, uh, uh, kwa, uh, kwa, kwa, kwa chama chama hawezi kaganyanyika kama, kama Gladys bado yuko hapo, na tunajua Gladys pia anapenda amani kama baba, hawezi kuwa ni mtoto wa baba na yeye hapendi amani. Wameongezea kuwa baada ya kufariki kwa Raila Odinga, chama kinapaswa kuungana badala ya kugawanyika. Lakini hii mambo ya munampiga mnataka munataka kumtoa na saizi, bado tuko na huzuni wa baba. Hii ndio wakati inatakikana sisi kama wana ODM tuwe pamoja, tuone vile tunaweza kuingia kwa viatu wa baba, na nyinyi mnaanza kutupiga kama wanawake, mnatutoa kwa viti hawa viongozi wamezidi kusema kuwa wataungana kama akina mama na kutetea haki yao na ile ya Gladys Wanga, huku wakidai kuwa wanamuunga Gladys Wanga asilimia mia moja na kuwa watampigania kwa vyovyote wawezavyo. na sisi kama wamama huwa tunataka tupendane sisi kwa sisi na tu, tukiona wanaume wanataka kutuingilia kati huwa tawashangaa. Maana siku zote kuna msemo wa Kiswahili wasema, mwanamke apigwi kwa fimbo hupigwa kwa kanga. Kwa hivyo sisi kama wamama twamsapoti Gladys Wanga asilimia mia moja, na tutakuwa na yeye kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wamama hoye! Gladys Wanga hoye! Na sisi kama wamama Mombasa tunamchagua yeye na tunampenda yeye na tunamuunga yeye mkono kwa sababu kazi yake ni nzuri, na nafasi za wanawake zikiondolewa, kutakuwa na kazi gani sisi kina mama kumtegemea kina mama wenzetu, kama kiongozi tumewekewa mama na sisi mamama nyuma, tuko nyuma yake. Veronica David Undugu TV.